Kwa mara nyingine tena Tanzania inapata pigo kubwa, yani naweza nikasema kwamba huu ni msiba wa taifa. Ah, Pepsi dear for more. Sasa nimepata Pepsi ili nikuambie msiba wenyewe ni msiba gani? Hii imekuwa ni mfululizo wa machozi ambayo yamekuwa yakitokea hapa Tanzania kufuatia wasanii wetu ambao wamekuwa wakitaka kushiriki katika tuzo kubwa kama Grammy Awards ambayo mara nyingi zimekuwa ni tuzo kubwa sana hapa e, Afrika pamoja na dunia nzima kwa ujumla. Sasa Grammy Awards wameweza kutoa eh, listi ya wa wasanii ambao wataenda kuwania eh, awards hizo ambazo itafanyika mwaka 2026 huko eh, Los Angeles, Marekani katika jiji la California. So, wameweza kutoa listi kat lakini, katika listi hii wameweza kuwatema wasanii wote wa Tanzania hapa, namzungumzia msanii mkubwa kama Diamond Platnumz, Vivian Boy ambaye mara nyingi tumeona ana mafanikio zaidi, yani ana exposure kubwa huko nje kumzidi hata Diamond Platnumz. Kumbuka kama Vivian Boy ana tuzo kubwa kama vile BET Kwaoneza, kwa hiyo naweza nikasema kwamba uh, Vivian Boy anamzidi mzidi Diamond kinamna fulani. So, uh, katika hayo majina ambayo Grammy wameweza kuyatoa, wameweza kuwatema wasanii wote wa bongo, lakini pia uh, moja kati ya kitu cha kufurahisha wameweza kushiriki, kushiriki wasanii wa katika kipengele cha Best Music Performance ambapo eh, katika hiyo eh, listi ni wasanii watatu kutoka Nigeria California. So ngoja ni kusomea listi hii chapchap kuhusiana na hawa wasanii eh, katika hii listi ambayo wameweza kuitoa eh, eh, Eh, Grammy Awards wameweza kutoka katika kipengele cha eh, Best African Music Performance ambapo katika hichi, hivi, hichi kipengele wako wasanii watano, so eh, msanii namba moja ni msanii Burna Boy kutoka all the way Nigeria, ambapo eh, yeye ameenda na kazi yake ya love ambayo imeweza kupitishwa, lakini pia eh, kazi ya with you yake Davido featuring Omah Lay ni moja kati ya kazi ambayo e, imewekwa katika kuwania kipengele hichi cha Best Music Performance, lakini pia katika kipengele uh, amini msanii wa tatu ni Eddy Kenzo pamoja na Mehan Martin wao nyimbo yao ni Hope and Love, nyimbo ambayo imeingia eh, kama eh, nyimbo shindanishi katika hichi kipengele cha Best Music Performance katika eh, Grammy, eh, Grammy Awards. Lakini pia nyimbo eh, ya tatu ama msanii namba tatu ni Ayra Starr featuring Wizkid eh, yeye eh, wameshirikishana katika nyimbo ambayo inaitwa Give Me That, nyimbo ambayo ina mafanikio amba makubwa sana, in sana katika eh, mtandao wa YouTube ina lot of numbers streamers so, eh, ni wengi eh, katika wimbo huu so, lakini eh, katika kipengele cha mwisho ni eh, msanii ambayo amewania ni Tyler, all the way from South Africa, ambaye mwanadada huyu ni mdogo tu, lakini ameweza kufanya makubwa toka alipokuja na nyimbo yake ya Water ambayo ilifanya vizuri hapo miaka ya nyuma, lakini mpaka sasa anaendelea kutesa. So, nyimbo yake ambayo itaenda kushindanishwa katika hichi kipengele, nyimbo ambayo inajulikana kama Push to Start, ni moja kati ya nyimbo ambayo Uh, imefanya vizuri sana na ina mafanikio makubwa sana katika um, um, mziki wa sasa. So, uh, hao ndo wasanii watano ambao wameingizwa katika uh, kuwania uh, uh, tuzo ya Grammy Awards ambapo katika hichi kipengele cha best performance. Sasa uh, wasanii tumeangalia wasanii watatu kutokea Nigeria. Kwa hiyo tunaona ni kwa namna gani uh, Tanzania pengine tunapata shida sana kulinganishwa na wasanii wa Nigeria ambao wamekuwa na exposure kubwa huko nje uh, na watu wamekuwa wakiwapigia kura sana. So, e, naweza nikasema kwamba kwa Tanzania kuna, e, kuna namna bado wasanii wa Tanzania inabidi wajikusanye, waje na mfumo mpya, waje na mbinu ambayo inaweza ikaleta mageuzi makubwa, mwisho wa siku wakaanza kuwania haya matuzo makubwa kama Grammy Awards, BET na vitu kama hivyo so, hapa tunaangalia msanii kama Diamond Platnumz, Harmonize, msanii kama Marioo, Jux, wasanii A list ambao ndo tumekuwa tunawategemea ndo wamelamba chini, kazi zao hazijapokelewa na Grammy Awards, wamepigwa chini tena e, tukiachana na hao wengine, msanii kama Tamo Platinums ambaye hivi karibuni amekuwa akipoteza sana, eh, idadi ya followers kwa kasi. Eh, jinsi kampeni yao ya kumuone follow Tamo Platinums naona kama vile ina mdownload kidogo. Though amekuwa hajaonesha reaction yote wala hajapost chochote kuhusiana na hicho ambacho kinaendelea, lakini pengine wasanii wa Tanzania kwa kumwangalia Tamo Platinums wana kitu cha kufanya. Tho, amekuwa ni msanii mkubwa mwenye followers wengi East Africa na Africa kwa ujumla katika mitandao ya kijamii lakini katika nchi ya muziki likija suala hilo katika mambo ya Grammy The Awards, BT Awards, matuzo makubwa, imekuwa ni kitu ambacho kwake ni kama ndoto yani, amekuwa hana bahati na hivyo vitu. So tuzo hizo za Grammy Awards zinaanza kufanyikia huko eh, Los Angeles, Marekani, katika jiji la California mwaka kesho 2026. Je, katika na yeah. hawa wasanii watano ambao nimeweza kuwataja, unafikiri msanii yupi ataondoka na tuzo hii? Tuandikie komenti yako hapo chini. Mimi ni Todd Alexander Scodris. Nini kifanyike ili wasanii wetu wa Tanzania na wao waweze eh, kutuletea eh, matunda hapa Tanzania. Shika komenti yako hapo chini. Oh, join us. The House of Trends